Karibuni wapendwa watazamaji. Tazamaji, jina langu ni Rahma Pambano Juma. Leo katika kipindi chetu cha Big School tupo katika shule ya sekondari St Marks iliyopo Temeke, Mbagala, Bakwata. Shule hii ni ya kutwa na bweni, yenye mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule hii inasimama katika malengo makuu matatu: elimu, malezi na usalama. Katika elimu tunasimama katika elimu ya nje ya darasa na ndani ya darasa. Hivyo katika elimu ya nje ya darasa leo tumekuandalia kipindi kizuri. Karibuni sana. Karibu wapendwa watazamaji, sasa ni segmenti ya funguka. Nitakwenda kuwauliza baadhi ya wanafunzi baadhi ya maswali ya kielimu na ya kimaisha, na hivyo watakwenda kutujibu. Karibuni sana. Karibu sana, Salma. Swali langu ni kwamba falsafa isamayo elimu inaenda na nidhamu imekusaidiaje wewe kama mwanafunzi? Imenisaidia kuwa na maadili, ufaulu, upendo, ushirikiano na umoja. Ningependa kukuuliza swali Moses. Ni ipi changamoto kubwa uliyopitia na kuweza kuipita na uliwezaje? Kwa kweli changamoto kubwa ambayo nimeshawahi kupitia nilivyokuwa la tano nilipata ugonjwa wa moyo. Lakini kwa uvumilivu na kwa ujalivu wa wazazi wangu niliweza kuipita changamoto. Um, kuruhum na swali kwako. Unadhani ni kwa nini tupo shule na ina faida gani sisi kupata elimu? kwa majina ah, naitwa yanaitwa Mukusumu, sasa ni mwanafunzi wa kidato cha nne. Tumekuja kusoma kwanza, kitu cha kwanza kilicho kufanya tuje hapa shule ni kuondoa ujinga, na kitu chingine kilichotufanya tuje hapa shule ni kujifunza kuhusu maisha. Hapa shuleni wengi kati ya wanafunzi wa hapa ha, Yani hata sijui nielezeje, ila wengi kati ya wanafunzi tuliokuwa hapa tumeishi maisha ambayo hayana msaada. Tumeishi maisha ambayo haja, haja, waiku, hatu, tumeishi maisha ambayo hayana matumaini, ila kwa hapa shule, kwa hapa mazingira ya shule tumejifunza jinsi ya kuwa na matumaini, tumejifunza jinsi ya ku, kuishi na watu, tumejifunza jinsi ya kuweza kukabiliana na mambo ambayo hata tukiwa nje tutaweza kufanikiwa, tutaweza kufanya vizuri. Unazani ni changamoto gani kubwa ambayo wanafunzi wanapata wakiwa shule? Kwa jina anaitwa S Puga. Changamoto anazopata waki wa wanafunzi wakiwa shule, cha kwanza ni pia pressure makunda, anaaribu wanafunzi kwa hapa wanafunzi. Fano, anafunziza akiwa na tabia nzuri, ila na wanafunzi wenzake wenye tabia mbovu wanamaribu. Asante. Ah, ndugu watazamaji, tuko kwenye benci la ufundi uh, wale wanaofuatia kipindi cha ja big school ah, uh, beni la ufundi huwa ni kali sana. Leo tuna wanafunzi hawa wa shule ya St Mark na leo tunataka kuzungumzia mada moja, mada mada kali, sio mada mada tu ya wanafunzi, hapana, hata mimi mwenyewe hata wewe mwenyewe, na mada ya kungangania, sio kama najua kungangania ndio anasema uh, the, the power of sticking doing the same thing uh, uh, sometimes say persistent, kungangania uh, don't give up, uh, something like this, kwamba katika maisha yetu haya watu wote walioanza chini walianza na changamoto nyingi, lakini like walingangania na wako watu wengi sana kwa mfano, tutasikia hapa vijana wanavyosema hapa kwao. Ndugu mtazamaji, hebu jaribu kusikiliza, sio tu kwamba inawahusu ina wanafunzi, lakini hata we unayetusikiliza una hapo. Nakwambia hivi mimi mwenyewe najifunza usiku na mchana, najifunza haya haya. Lakini hata wanafunzi baada ya miaka kadhaa hawatakuwa kama walivyo, kwa sababu haya aya tunawafundisha, we unaona kama tunafanya utani, lakini tunafundisha kitu kikubwa sana. Nguvu ya kung'ang'ania. Hao wanafunzi walianza la kwanza, la pili. Wengine waliacha njiani. Uongo kweli, eh? Kweli. Wengine waliacha njiani wakasema shule haina maana yote lakini hawa wameng'ang'ania. Maana kiliko kusudi ndani ya maisha yao. Sasa point hii. Je, nataka niulize swali sasa. Tunataka kuzungumzia nguvu ya kung'ang'ania kufanya lile ambalo ulikuwa unalifanya. Ndio maana yake. Sasa nauliza swali. Mambaya analijua atajibu. Nguvu ya kung'ang'ania ina faida gani? Mimi naitwa Rahma Muhammad Said, ipo form one katika shule ya St. Max Secondary school. Nguvu ya kung'ang'ania ina faida nyingi ambazo moja wapo ni nguvu ya kung'ang'ania inaweza ikatupa jina kubwa, kujulikana katika nchi au taifa mbalimbali. Na nguvu ya pili, nguvu ya kung'ang'ania inaweza ikatupa maarifa makubwa kuliko tunayoyategemea. Ya tatu, tunaweza tukaheshimisha nchi yetu, jamii yetu, nchi yetu katika taifa lote kwa ujumla na la nne ambalo ni la mwisho lakini sio la mwisho kabisa, ni ambalo tunaweza tukaji, tunaweza tukapata uwakilisho mzuri katika jamii na taasisi yote kwa ujumla. Kwa mfano mimi nianza mwaka elfu mbili na kumi na moja nimeongea na wanafunzi 11 kwenye sehemu yangu ninakokaa kule, alafu yule mkuu wa idara akaniambia, sikainda wanafunzi akaniambia hawajawahi kusikia maongezi haya kama mpe. Kwa mtu yote leo hii nimeongea na shule zaidi ya 200 hapa Dar es Salaam na mkoani Songwe, kwa kumbe, nimeng'ang'ania ingawa sijapata jote, lakini najua kuna siku moja nitapata. Ah, ambaye anang'ang'ania ana maono ma, kung'ang'ania maana, unaona maono, wengine hawaoni. Wakati fulani unaweza kuona unafanya jambo, ndugu baba, mama hawana maono, we endelea, we ng'ang'ania, kuna siku wao wana, wawa, wana, wanakimbia taya rangi wanaona watagongwa na gari, lakini ukiwa na maono unajua eh, kuna kijani kule mbele we unaenda. Aa, tunaenda swali la pili, ndugu mtazamaji ambaye anajua atajieleza hapa kwa lugha ya Kimombo, wanasema never, ever give up. Ina maana gani never, ever give up ina maana gani? Kwanza kabisa never give never, ever give up inamaanisha kutokuachia njiani kwa kitu, na maana ya pili inamaanisha kutokuacha kufika mwisho, kutokuacha kufika mwisho au kutokuachia yani kuna faida nyingi, kwani kusaidia kufikish, kutimiza malengo yako na kukupa mafanikio makubwa sana. Kwa mfano mzazi wangu mimi, toka ameanza chekechea mpaka amemaliza chuo kikuu, aku, change yani maana akukata tamaa, na imemsaidia amepata mafanikio makubwa mpaka sasa, analipwa na anapata hela ambayo inanisaidia mimi kusomesha na kunipa Basic needs. Yani kunipa mahitaji ya yangu ya msingi kwa mfano nguo, chakula na makazi. Hivyo na washauri watazamaji, watoto wenzangu na wakubwa pia, kuwa na kushikilia mpaka mwisho, maana yake kutokata tamaa katika mambo yenu na kila kitu mnachokifanya. Asante. Je, mtu ambaye haachinji yani maana hakati tamaa hupata faida gani? Kwamba mtu ambaye hajakata tamaa mwishowe atapata faida gani? mtu wanamio, ni kitu gani hasa anapata? Anayejua nae anaweza kujibu, karibu sana. Faida ambazo mtu huzipata kulingana na kutokata tamaa zipo nyingi. Faida ya kwanza inamfanya mtu kuimarika kiakili na kihisia, kwa sababu mtu usipokata tamaa na kufanya jambo mara nyingi mara inakupelekea nyingi. Ina kuwa mvumilivu, kuwa jasiri na kuimarika pia kiakili na kifikra ya kufanya jambo fulani kwa mfano namtolea mfano mtu alioanzisha soda ya 7 up alijaribu mara saba bila kukata tamaa. Bila yeye, sasa hivi tusinge tumia bidhaa. Faida ya pili inafanya mtu awe maarufu. Maarufu kivipi? Ukiwa unafanya jambo usipokata tamaa, kwa mfano hapa, mwandishi wetu hapa Mr. Patrick amekaa kwenye game hii kwa miaka kumi, hajakata tamaa, ndio mpaka sasa hivi nchi nzima inamtambua. Faida ya tatu kujifunza kutokana kwa makosa, ukiwa ukata tamaa na kufanya mambo mbalimbali na kuleng, kujenga wewe kuwa mvumilivu na pia kujengea njia yako kwa mafanikio kwa rahisi. Na Waswahili husema kuwa ukiona shida nyingi zinaukabili unjue mafanikio kwa karibu yako. Asanteni sana. Swali lingine, toa mifano ya watu mashuhuri ambao hawakukata tamaa na baada ya kushindwa sana, lakini walikuwa na imani wakapata kitu walichotaka kukipata. Wako watu wengi duniani ambao wamefanikiwa, lakini nikwambie watu wote ambao alianza kitu ambacho hana kabla kwa mfano, unapoanza kutengeneza kitu ambacho hakipo maanake utakutana na kushindwa na kukata tamaa. Wako watu wengi. Hebu tuambie miongoni mwao unawafahamu dada? Ah, nitaenda kutoa mifano ya watu maarufu ambao wakata tamaa na waweza kufikia malengo yao. Mfano, ni Thomas Edison, aliyekuwa mgunduzi wa kuwaka kwa balbu. Ha, haikuwa kazi rahisi mpaka balbu zikawaka. Alifanya majaribio zaidi ya elfu kumi bila mafanikio yoyote. Mwishowe balbu ikawaka. Mfano wa pili ni aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela. Nelson Mandela alipinga utawala dhidi ya wakoloni hata akapelekea kufungwa miaka 27 jela. Baada ya kutoka jela, Nelson Mandela hakukata tamaa. Aliendelea kupinga utawala dhidi ya wakoloni. Mwisho ya Afrika Kusini ikapata uhuru. Mfano wa tatu ni Orville na Wilbur, wagunduzi wa the first aeroplane kwa maana ya ndege. Walifanya majaribio mengi bila ndege kupaa. Hawakukata tamaa, walisonga mbele na kwenda kwenye fokasi yao na mwisho aeroplane ikapaa. Wakati wakati jamaa moja anaitwa simkumbuki vizuri, alipopewa elfu hamsini hela ya, ya, ya, ya Marekani dola akiwa na wataalamu wenye akili sana eh, watu wenye akili iliyochongoka sana kutoka vyuo mbalimbali, vijana Wright Brothers walikuwa wako kwenye workshop wanatengeneza ndege, alafu kabla jamaa na elimu yao hajashtuka, ndege ikaruka. Piga makofi kwa ajili yao bwana, thank you very much. Kwa hiyo ametaja mfano mzuri sana mojawapo lakini pia wako watu wengi tumeona ukata tamaa. Hata baba wa taifa ukata tamaa, tumeona wapigania uhuru ukata tamaa, ingawa kulikuwa na vifo vinawakabili ukata tamaa. Kinachofanya watu wasikate tamaa ni kile ambacho wamekiona ndani yao, yani kunaitwa maono. Unaona nini? Kile ndio mtu anakifuata, yuko tayari kuacha familia. Tumeona watu wanacha familia zao, watu wanaenda melelani wanaji zika kwenye ma, kwenye mashimo kule wakati tamaa, najua siku moja nitapata jiwe, jiwe lenye thamani kubwa. Kwa nini? Kila mafanikio mapya mapya kabisa hubeba kukatisha tamaa. Nani anajua? Mafanikio mapya huwa yana changamoto mbalimbali kwa sababu zifuatazo: moja, siku zote kitu kipya watu wengi hawajui jinsi ya kukitatua au kikiwa na changamoto yoyote hawawezi kujua jinsi gani hawataweza kutatua hilo tatizo. Kwa mfano wewe ukiwa katika shule ya msingi, kuna baadhi ya wanafunzi hawajui baada ya kusoma shule ya msingi umaliza kidato, kwa mfano kumaliza darasa la saba au sasa hivi mtaala mpya akimaliza darasa la sita, hawajui baada ya hapo wanaenda wapi, hawajui kama kuna sekondari, hawajui kama kuna vyuo vikuu. Sasa kwenye jambo jipya, yani mafanikio mapya, tunabidi tutafute majibu kwa watu tofauti tofauti kuhusu vitu mbalimbali, baada ya hatua fulani kwenda hatua fulani, kuna nini na zipi ni changamoto zake. Kupitia hivyo tutaweza kusolve changamoto mbalimbali mbali. Pili, mafanikio mapya huwa ni ya muda mrefu sana, ili tuweze kufanikiwa katika jambo fulani tunabidi tusubiri kwa muda fulani, na huo muda ni mrefu, hatushauriwi kabisa ku, kuachia njiani tunabidi tu, tuendelee kukazana hivyo hivyo, na tuamini siku moja tunaweza kufanikiwa. Kwa mfano wewe, oh, ukiwa unataka ugundue kitu chako jinsi ya kutengeneza gari mwenyewe, unabidi usiishie njiani. Wewe endelea jaribu, jaribu, jaribu, ipo siku moja utafanikiwa katika jambo lako. Tatu, mafanikio siku zote huwa na changamoto nyingi. Katika maisha yetu ya kila siku, kuna changamoto nyingi zinatukabili katika njia yetu ya kufikia mafanikio tunayoyataka. Kwa hiyo tunabidi tusizizingatie zile njia zote, yaani kwenye njia yetu tunabidi tusizizingatie zile changamoto zozote zinazotukabili katika maisha yetu. Tunabidi tusonge tusi, mbele tusikate tamaa, tusisikilize watu wanaotaka kuturudisha nyuma, ani sisi tuendelee tusonga mbele, tuamini ipo siku ipo siku lazima tufanikiwe. Na cha mwisho kabisa, mafanikio mapya huchukua muda mrefu huchukua muda mrefu. Kwa hiyo ili mradi tufanikiwe, tunabidi tusubiri, tusubiri, tusubiri na tuamini juu ya Mungu kwamba tunaweza kufanikiwa. Je, kuna wanaokata tamaa masomoni? Hebu tupate na sababu ni kwa nini. Nani anajua, mzazi? Kwa jina naitwa Catherine Lamek, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya St. Marks. Kwa upande wangu, ndio kuna watu wanaokata tamaa masomoni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, vishawishi vya watu wanaowazunguka mwanafunzi anaweza kuona watu waliotoka to, kimaisha kwa mfano wasanii au watu wa taaluma mbalimbali, na yeye akataka kuacha shule ili aende akapate vitu ambavyo hana uhakika navyo. Kwa mfano baresa tunaona alishara ra saba lakini sasa hivi ana branches nyingi Tanzania, ambazo wanasambaza bidhaa zake. Kwa mwanafunzi akiona hivyo, anaona na mimi nitaweza, bila, bila kujua kwamba kuna hasara ya kuacha shule, bila, bila, bila kujua consequences zake. Pia kuna mazingira magumu ya nyumbani, familia inaweza kukosa fedha za kumwendeleza mwanafunzi na masomo au kukosa kukosa fedha za kununulia vifaa vya shule, au ukose fuada. Pia kuna pressure za wazazi na jamii. Wanafunzi wanaweza kushinikizwa na wazazi kufaulu bila, wazazi bila kuzingatia kwamba watoto wanapata pressure na hivyo kupelekea kukata tamaa. Na sababu nyingine ni matokeo mabaya shuleni. Mwanafunzi anaweza kufeli form 2 akakata tamaa kuendelea kwa sababu wana... Sometimes anaweza kuona aibu kurudia shule. Mimi nilikuwa form 2 narudia tena form 2 wakati wenzangu wanaenda form 3. Kwa hiyo hivyo nafanya wanafunzi akate tamaa masomoni. Asante. Wow, amenikumbusha story moja ambapo mwanafunzi mmoja bwana alikuwa ane, mchafu mchafu hivi alitoka kwenye familia ya kimaskini, alafu wenzake walikuwa wanatoka kwenye familia za kitajiri, alafu na mcheka cheka sana. Kwa hiyo pamoja na hali yake ya uchafu, lakini matokeo yalikuwa ya mabaya. Alipofika kwa baba yake akamwambia, mbona umeosononeka mwanangu? Akasema, baba hebu angalia matokeo hayo. Akakuta amepata karibu si, sifuri. Akamwambia, mwanangu una uwezo mkubwa sana, wala usiwe na hofu, ukiongeza bidii unaweza kufanikiwa. Ndugu mtazamaji, nakwambia mwanamke kijana yule, kwa sababu ya kupewa moyo alianza kusoma kwa bidii akawa ndani ya kumi bora. Kwa kuna watu kama nilivyosema kila wakati, kuna watu walifeli la saba leo wameweza chuki wako wengi, kwa taarifa yako wako wengi. Ndugu mtazamaji na mwanafunzi, nakwambia ukweli wako wengi alafu na <laughs> watu walimaliza form 4 walipata division 4 lakini walirisiti mimi nakumbuka wengine, na mfahamu wenyewe, na wafahamu, wafahamu wamefika chuo kikuu, lakini kuna wengine hata chuo kikuu hakufanya vizuri, lakini tena wakafanya vizuri. Kwa hiyo kumbe, maisha kuna kurudia. Kurudia ni kupata utaalamu. Kurudia ni ku, ku, ku, ku, kuwa bora zaidi. Kwa hiyo nakwambia usikate tamaa. Ka, kama unayo ndoto usikate tamaa, na ikiwezekana usiwafuate wasiofanya hiyo kitu, wafuate wengine wanaofanya mafanikio. Sio njia fupi kwa kweli. Hebu tufafanue kidogo, mafanikio sio njia fupi, ndio maana yanabeba watu kukata tamaa. Hebu tuambie kidogo, mafanikio yote makubwa hutumia muda mrefu. kwa kuwa, kwa kuwa ma, mafanikio yote makubwa hutumia pia muda mrefu kama vile mafanikio yako. Um, kwa mfano tunaweza tukatumia tuka, mkulima anayelima minazi na anayelima nyanya. um, approximately miti, mtu ambaye analima mnazi ni kama mi, miaka mitano hadi saba, wakati mtu anayelima nyanya ni kama wiki tu anaweza akavuna. Lakini utofauti wake, mtu anayevuna nazi anaweza akakaa nazi zake zikavuna kwa miaka na miaka bila ku, kutoweka kabisa, wakati yule anavuna nyanya anaweza akapata fedha yake ambayo alipata kwa kulima kwa wiki tu na akalazimika tena ku, kulima tena nyanya kwa hiyo mtu aliyolima zile nazi alisubiria kwa miaka mitano hadi misaba hivi. Kwa hiyo zile zile ile miaka ile iliyokopo ili kule alikokuwa anasubiria, lakini alikokuwa anajua kabisa kama hata matumaini yake, alijua kabisa nazi zake zitadumu kwa muda mrefu. Kwa, kwa, ndio maana nasema hivi mafanikio sio ya njia kumbe, mafanikio yako hivyo makubwa na mazuri yanachukua muda mrefu inahitaji kuwa na maono. Ndio maana watu wanapanda miti. Unaona, watu wanapanda miti huko Njombe huko huko Mufindi huko wanapanda miti, miti inachukua muda mrefu, miaka sita, sijui saba, sijui kumi. Lakini yule anayepanda anajua kabisa kwamba hii miti italeta pesa baadaye, lakini watu wa kawaida atapanda tu mahindi mahindi mahindi mahindi mahindi, mpaka ulime mpaka ulime, kama ukosa kulima upate kitu. Ndugu mtazamaji, tuko tunazungumzia nguvu ya kung'ang'ania na nguvu ya kuendelea kulifanya lile ambalo unataka kulifanya. Karibu tunafikia mwisho, ndugu mtazamaji na baadaye utatuambia wewe umejifunza kitu gani siku moja. Ah, sasa ngoja niende swali la uh, mwisho kabla ya la mwisho kabisa, watu wafanye nini ili wasikate tamaa? Watu wasifanye, wafanye nini ili wasikate tamaa? Cha kwanza kitu ambacho wanatakiwa wafanye ni waendelee kujaribu wakiamini kuwa wanaweza. Kwa sababu anasema practice make perfect. Kadri unavyozidi kujaribu ndivyo unazidi kuongeza ubora wa kitu. Kwa kadri unavyoendelea kujaribu bila kukata tamaa ndivyo unavyofikia malengo wanasema malengo yanachukua muda mrefu na ana majaribu mengi. La pili ni watu waendelee kujifunza kwa bidii na kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu kadri unavyozidi kufanya kazi kwa bidii ndio unavyozidi kusogelea mafanikio na ndio unavyozidi kufanikiwa. mwisho mwishowe utakuja kusimiza malengo. Cha mwisho ni watu wenye uwezo mkubwa wapate kuwahamasisha na kuwasaidia ambao wana uwezo wa mdogo. Kwani Mr. Patrick anatuhamasisha zaidi na zaidi. Mwishowe tutafanya sisi tufanikiwe katika maisha yetu. Kwani kuna wengine walitaka kukata tamaa, lakini baada ya kusikia machache yaliongelewa, wanaendelea kufanya wa, naamini wataendelea kufanya kazi, watazidi kufanya, watazidi kujifunza na mwisho atakuja kufanikiwa. Ah, ndugu mtazamaji, uh, tunafika mwisho wa segment yetu ya bench la ufundi na ninashukuru sana, nafikiri mwenyewe unaweza ukaona wanafunzi hapa walivyo, walivyoidadavua mada yetu. Aa, mimi nawashukuru sana sana, lakini ndugu mtazamaji, ukitaka kuangalia kipindi chetu kiko Big School Show TV Tumaini, unaweza ukatoa mawazo yako au ukatoa mawazo kuhusu hii benchi letu la ufundi leo au ukazimza chochote, lakini namba yetu ni 0742773444. Lakini kipindi chetu pia huwa kinarushwa bwana siku ya Jumamosi saa 10, ukiwa na azamu 4, nasema tena kipindi chetu huwa kinarushwa kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi ukiwa na azamu mia nne sabini kama king'amuzi U. Ikifika saa kumi utaona kipindi chetu, utaona kukuma, segment mbalimbali mbali, lakini hatimaye hata hii segment tutaiona. Kama hujaiona mwanzo ni na hofu itaonekana tu, hawa maprofesa watarajiwa utawaona tu hawa. Kwa hiyo uh, nikukaribishe sana lakini ukinitaka, okay, kunitafuta mimi na tupate skinda aka umri, sio kikwazo mimi mimi umri sihangaiki nao kwa sababu hiyo ni biashara ya Mungu. Mungu amenipa kusudi, wala hata chama cha wazee sijiunge kwa sababu mimi sio mzee <laughs> nakwambia wazi mimi siendi kujiunga kwa sababu najua kuna ndoto, ninazo ndoto, ninazo na hizo ndoto. Zinafanya mimi nifanye bidii ya kuboreka na kutafuta vijana kufanya nao kazi. Mimi sifanyi kazi na wazee, tunaona hapa hapa nafanya kazi na vijana tu. Kwa hiyo, umri sio kikwazo. Unaweza ukawa mzee, ukawa kijana. Unaweza kuwa kijana ukawa mlevi. Unaweza uliza kwa, unaweza uliza kwa sababu gani unaweza kuwa kijana ukawa mzee, ukianza kuvuta bangi au madawa ya kulevi unakuwa ubunguani tu unaenda enda, hakuna mtu atakayetaka kukuoa. Kama ni mvulana hakuna cha kuoa, kama ni msichana hakuna cha kuolewa. Kwa hiyo tayari umezeeka watu wanakuweka pembeni. Ninafurahi sana leo kuwepo kwenye shule kubwa hii na Mungu awabariki viongozi wa shule hii na Mungu awabariki wakurugenzi wa shule hii na Mungu awabariki wanafunzi wa shule hii na Mungu awabariki wanafunzi wa shule hii. Tunamshukuru sana kuwepo pamoja nanyi. Asanteni sana.